Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Kampuni kubwa ya huduma za kifedha Morgan Stanley inajiandaa kupunguza wafanyakazi wake 2000 mwezi huu ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza gharama. Hii ni sehemu ya mabadiliko yanayosababishwa na maendeleo ya kiteknolojia, hususan ujumuishaji wa akili bandia yani, AI na mifumo ya kiotomatiki kwenye sekta ya uchumi. Kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg Intelligence, baadhi ya wafanyakazi wataathiriwa na hatua hii kutokana na matatizo ya utendaji kazini, huku wengine wakiachishwa kazi kwa sababu ya nafasi zao kuchukuliwa na AI na mifumo ya kiotomatiki. Morgan Stanley si benki pekee inayokumbwa na changamoto hii. Ripoti inaeleza kuwa benki 93 zikiwemo JP Morgan na Goldman Sachs zinapanga kupunguza asilimia tatu ya wafanyakazi wao ndani ya miaka mitatu hadi mitano ijayo kutokana na AI kuchukua majukumu mengi zaidi. Hatua hii inaonyesha jinsi maendeleo ya teknolojia yanavyobadilisha mazingira ya ajira, huku benki kubwa zikilenga kupunguza gharama na kuongeza ufanisi wa kazi kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Mwandishi ni Frank Pande, mimi ni Bahati Limo, na hii ni Simulizi na Sauti.